Wapendwa wa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tuko katika kipindi cha Pasaka, kipindi ambacho tunakumbuka na kusherehekea mambo matatu makubwa katika maisha ya Bwana wa wetu Yesu Kristo: kuteswa kwake, kufa kwake msalabani na kufufuka na kuingia katika utukufu. Mambo haya yote umuhimu wake ni mkubwa kwa maisha yetu ya kiimani, kwa sababu kwa njia hiyo wokovu ulikuja duniani. Tutakumbuka kwamba wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa walipomkosea Mungu, ile neema ambayo mwanadamu alitakiwa azaliwe nayo iliondoka, ilifutika. Kwa hiyo tukawa tunazaliwa bila ile neema ya utakaso. Kwa hiyo Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja kwa matendo hayo, akarudisha ile neema. Ndio maana tunasema dhambi ilifutwa na zaidi sana akatuachia sakramenti ya upatanisho ambayo, kwayo, tukiwa tumemkosea Mungu baada ya ubatizo, hiyo sakramenti inatuwezesha tena kufutwa dhambi zetu, zikafutwa tukawa tena watu tunaishi katika neema. Kwa hiyo ni muhimu sana kwetu, sikukuu hii ni kiini cha liturujia zetu kwa kweli. Watu wengine wao wanafikiri Noeli ndio kubwa, lakini Noeli ni kuzaliwa Yesu. Asingalikufa na kufufuka, bado tusingalipata wokovu. Kwa hiyo basi, ndugu zangu, tunaposherehekea sikukuu hii ya Pasaka tukumbuke kwamba huyu Yesu mfufuka, tunakutana naye katika Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo tuwe watu wa Ekaristi, tupende kuhudhuria ibada ya Misa, tupende kukomunika. Kwa njia hiyo tunampata Yesu, anakaa ndani yetu, na baada ya hapo matendo yetu yafananie huyo Yesu tuliyompokea, tuwe watu wenye upendo zaidi, watu wanaopenda amani, watu wanaopenda kutoa haki na kadhalika. Tujaribu kukwepa kabisa mambo ambayo hayafananii huyo Yesu. Najua wakati mwingine watu wengine, hasa vijana, wanafikiri kwamba sikukuu ya Pasaka au sikukuu nyingine yote ndio wakati wa kufanya mambo ya hovyo, kulewa sana, kufanya uzinifu kuiba mali za watu waliokwenda kanisani wakati hawako nyumbani. Yote hayo sio mambo ya Pasaka hata kidogo. Badala yake tuwe watu wa sakramenti, tuwe watu wa sala, tuwe watu ambao tunaonyesha upendo zaidi kwa Mungu na majirani zetu, na iwe ni sikukuu ya familia. Na ninaposema familia, nina maana pale ambapo kuna baba na mama na watoto washiriki, pale ambapo ni baba tu na watoto wake, na watoto watoto wake ashiriki wake mama tu labda na watoto wake washiriki, au kama ni kikundi mko watu fulani kikundi fulani mnaishi pamoja, hiyo ni familia. Shirikini pamoja na mfurahieni Yesu mfufuka. Asante sana, niwatakie Pasaka.